Hello there, mambo vipi, mimi naitwa Asteria Mvungi of course. hii si nyingine bali ni AyoTV Entertainment. Over the weekend Diamond Platnumz alifanya show Maskat Oman, ambapo alikuwa anatupa updates from eneo ambalo alikuwa anafanya show yake, ambapo at the end of the day alipost picha ya umati wa watu waliokuja kushuhudia performance yake huko Oman. Ile picha ilisambana, baadaye manager wa Diamond Platnumz Babutale alipost ile picha kwenye Instagram yake na kuandika hivi: najiuliza, hivi nani kapewa jukumu la kutangaza Tanzania na pesa nazipeleka wapi? Ikiwa kuna baadhi ya wa wahusika wa kuitangaza Tanzania hawatumiki hata chembe, mpaka nchi jirani wanawatumia. Mfano Samata angekuwa Mkenya, dunia nzima ingemjua. Pili, tazama hapa ni Oman, watu wamejaa sababu ya wa mtanzania ila nchi na sekta husika zinafumbia macho haya. Endeleeni kufumba macho mpaka mtakaposikia hawa wa kujivunia wanaanza kulaunga kwa kupoteza matumaini hata ya kuthamirika na nchi yao. Nilipoona ile caption ya Tale nikaona sio mbaya kumcheki Tale aongele hii kwa kina. Najua lazima yapo mengi ambayo labda hakuweza kuyaandika, msikilize kwenye super exclusive interview na AyoTV. Kikubwa ni kwenye sekta ya utalii na, na kadhalika. Naangalia na, na kila siku wenzetu wa nchi zilizoendelea wanaweza kutangaza nchi zao kupitia watu ambao wako kwenye nchi yao, wana influence kwenye nchi yao, lakini sisi haipo hivyo na nazungumza hilo na mfano wa mtu kama Hashim Thabiti ambaye amecheza ligi kubwa duniani, lakini serikali haikuwahi kumtumia hata siku moja, sekta ya utalii haijawahi kumtumia hata siku moja. Leo hii tuna, tuna, tuna, tuna kwenda kwenye wasanii wa Tanzania especially Bongo Flava wanaitangaza nchi kama South Africa Angalia wasanii hao hao wakiambiwa waitangaze Tanzania wanatangaza, wanaombwa tena watangaze kama charity, msaada. Lakini tunaona matangazo yako uwanjani Wimbledon, inatangaza Tanzania. Nani kapeleka? Kwa pesa ipi? Mbona hizo pesa haziwalengi wasanii ambao au watu ambao wanaweza wakafikisha kweli ujumbe na Tanzania ikatangazika? Mfano Samata ni msanii, ni mchezaji ambaye amekuwa gumzo, lakini hatujawahi kuona Tanzania ikitamba kama wana silaha ambayo ni mbwana Samata. Hata ukiwa na PS4 uko kwenye gemu mbwana samata yupo, ni mtanzania yule. So mtu wa wapi? mbona hatutangazwi? Mbona haijawa nafasi ya sisi ku, ku, ku, kujivunia vya kwetu? Tuangalie serikali sekta husika za utalii za ambazo zinasababisha kutangaza watanzania kutangaza utanzania na utalii wake. Tuangalie tunapoelekea tusije tukasema tuka kwamba watu hawajakuwepo wa kutangaza nchi yetu. Nchi yetu mnataka itangazwe na nani? Nchi yetu tuitangaze sisi wenyewe, tusikubali, tukatae. Sasa hivi watanzania wameamka na wapo kwenye sehemu kubwa duniani, tuna warembo wakubwa duniani, mfano kina Fava na Matata la diva, yule Miriam Mode, hawatumiki. Hela inakwenda wapi? Sizungumzi kwa sababu natafuta hela, hapana. Tanzania ina mfuko, sekta ina mfuko, hela inakwenda wapi jamani eh? Naongea haya kutoka moyoni, ninaumia kabisa leo. Okay, kwa story nyingine na kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo si nyingine bali ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter na Periscope ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo, lakini pia unaweza kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. Feel free kupita millardayo.com kwa story kama hizi na kwa urefu zaidi. Mimi naitwa Asteria Mvungi. Asante. <tune>